Rais wa zamani wa Filipino Rodrigo Duterte amekamatwa leo Jumanne kwa hati uliotolewa na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu, ICC. Duterte anatuhumiwa na mahakama hiyo kwa uhalifu wa kibinadamu uliotokea wakati wa kampeni yake ya kupambana na biashara na matumizi ya madawa ya kulevya wakati akiwa rais wa taifa hilo la Asia. Rodrigo Duterte alikuwa rais wa Ufilipino kuanzia mwaka 2016 hadi mwaka 2022, na katika utawala wake akatajwa na jumuiya ya kimataifa kuwa kiongozi aliyekiuka haki za kibinadamu kwa kiasi kikubwa. Mahakama ya ICC ilikuwa ikiendesha uchunguzi kwa miaka kadhaa kuhusu mauaji ya watu wengi yaliyotokea Ufilipino chini ya utawala wake, katika kile kilichokuwa kikiitwa ni kampeni ya kukabiliana na wauza mihadarati. Hii leo kiongozi huyo wa zamani alikamatwa akiwa uwanja wa ndege wa mjini Manila akitokea Hong Kong na kupelekwa moja kwa moja kizuizini na kuwekwa chini ya ulinzi wa dola na kukabidhiwa waranti wa kukamatwa na mwendesha mashtaka mkuu.

Kukamatwa kwake kumetokana na waranti uliotolewa na mahakama hiyo ya ICC, Machi 7. Mahakama hiyo inamtuhumu Duterte kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu, kwa mujibu wa serikali mjini Manila. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasimwa Njiro.